Mimi nisikia hao vijana wanazungumza kule barabarani wanasema wanasema wanakuja serikali za mtaa kuchoma hii serikali za mtaa. Mimi nikaingia ndani. Yaani kama utani wakachukua ya machuma ya ya haya mahema hapo. Wakaanza kupiga milango, madirisha nikajifungia ndani. Mara moto ukaanza kuwaka. Moto unawaka kama kama gesi. Hapa dirishani hapo litokea, unapiga hapo ukutani. Mtoto anatoka kake kule ananiambia, baba nyumba inaungua moto unawaka mkubwa ya kakimbia na mtoto wake pale bondeni pale. Mimi nikaingia ndani, nikafikiria nianze kuhamisha kitu, nihamishe kipi, niache kipi? Nikaendelea kumwaga, nikamwaga, nikamwaga. Moto unatokea dirisha hili, unapiga pale, unawaka juu ya paa pale mpaka nimeweza kama masaa mawili na ndio moto ule ukapungua, ndio tukaanza kumwagia hapa dirishani di, di, kwenu hapa unatokea kule ukapungua ukapungua. Basi nikaangalia dirisha langu kile kile kioto lakini moto ulikuwa ni mkubwa, alafu vijana nimewaona kama kumi na nane hivi, lakini sifahamu hata mmoja, watoto wadogo wadogo. Unazungumziaje masuala kama haya kutokea, yanaleta taswira gani katika taifa? Wito wako kwa vijana ikiwa na heka heka kama hiyo? Mimi nilikuwa nashangaa, kwa sababu haiwezekani wale watoto wale wafanye kitu cha namna hiyo wasikamatwe. Polisi nafikiri wapo polisi na wameanza kuchoma kituo cha mwendokasi, wakaja kituo cha polisi, na wakaja hapa kweli, wameondoka bila kukamatwa. Mimi sikulala siku tatu, na kila nikikaa na hisi ule moto unanisubiria nilale kidogo uwake tena, nikatoka kitu, kitu kikigusa tu. Na vijana walikuja wanatoa hizi nondo huku, nikawaangalia wawili, sijawafahamu nikaleta nani, wakapakia nondo zao wakaondoka. Nikasikia walikuja kukamatwa wengine. Wakavunja hilo sefu hapo, wamelivunja kama lisali moja mchana watoto wadogo kama wale, yaani mimi sijaamini. Ofisi ya serikali ya mtaa mle ndani kulikuwa na eh, makabati mawili ya chuma ambayo pia ilikuwa imesheheni nyaraka mbalimbali za serikali ya mtaa, halafu pia eh, na meza tatu katika ofisi hiyo lakini pia kulikuwa na chumba kidogo kwa mwenyekiti wa sekta mtaa ambacho kilikuwa na nyaraka za urasimishaji, kwa maana eh, ofisi ya urasimishaji tuliona, ili tufanye nao kazi kwa ukaribu, tuliwaambia kwamba waje, tulipata kichumba tukawapa, ili wananchi waweze kupata huduma zao za urasimishaji vizuri. Lakini huduma gani hasa sasa hivi imeshindikana kupatikana baada ya kuungua kwa ofisi? Yeah. Yani mtu akifika hapa atakosa huduma zipi? Kwa mfano kwenye chumba cha mtendaji wa mtaa kulikuwa na zile mashine zile za, za, za, za, za, za, za risiti zile. Kwa zile mashine pia zilikuwa ziko mle na zenyewe zimeungua. Kwa hiyo kukija risiti kwa mfano labda za kukusanyia taka na risiti zingine zinazotakiwa kwenye makusanyo haziwezi kupatikana. Kwa mashine ile imeungua.